Amka wifi, amka, amka! Ay wewe, amka wifi! Ah, imekuwaje maana huku tena unashtuka shtuka? Nini unaogopa nini? ayote umeataka wewe, nimekuambia ukutaka kunisikiliza, umeona sasa. Fanya kitu basi. Wewe umeingilia kisasi ambacho hakikuhusu. matukio yake ndio haya, anatokea yakutokea. Tondoke huko, twende nyumbani tukaonane na ule mzee, ndo atajua jinsi gani ya kutusaidia. Twende huko, inuka huko, tondoke vivi huyu hapa ni mwingine. Japokuwa alimsumbua sana njiani. Unaanzikisha akiwa kamili. Ah. Ah kijana wangu. Ah. Hmm. Ana usinge mleta <coughs> hapa. Utafuna atafuna ukabaki mifuka. Kazi nzuri. Vipi hawaja kukupididi huko? Hebu geuka ni kuangalia angalia. Hebu. Ah. Kazi nzuri sana vijana. Ongeza bidii tu <coughs> kuongeza na cheo. Ah. Vivi hebu ngoja ni muangalie na huko. Hebu geuka kidogo nikuangalia. Hmm. Ah, safi sana, kazi nzuri. Nataki ukituma kazi unafanya hivi hivi kwa uelewa hmm. Vizuri kijana. Kile nilichokutuma unakufanya hmm. Kwa usafisi una shukulu Vipi? <laughs> <laughs> <laughs> Mama, na mimi naweza nikayachapa kidogo, maana mimi mwenyewe nina kiu hapo. Hapana, hii ni zawadi ya mwanangu, hakuna mwingine yoyote ataweza kunywa. Haina shida kibibi, haya ni maji ya maiti adhati hadi huko. <laughs> Kwa nini wewe una shida gani? Lakini mbona kucheka cheka tu, unaona ile swala la kawaida Eh? Wewe mi najua kila kitu, tuondoke huko haya maji ya maiti. Jana amai

Ukitaka mtoto mdogo utamtaja tuna, tunyama, tuna nyama wakati wowote tena, atakuwa namletea nyama zilizonona, atakuwa naangalia zile zilizonona ndo namletea hmm, ili aendelee kunona vizuri, maana amenona sana <laughs> hmm. Sasa <laughs> kilichobaki tunaselebuka, tunaselebuka kweli kabisa. hmm. Afu tunatahajika. hmm. <inaudible> kabisa

Vipi, mwanangu chuga badi? Baridi mwanangu. Mbona waje tulizana na mjomba wangu vipi kuna mjonga? Mwanangu naomba nisikilize. Mimi na wewe kama urafiki bora uwe mwisho. Unaikumbuka ile siku tumegombana pale kuhusu mwanamke wako? Na nilishakwambia kwamba nakuletea demu wako tumalizane mimi na wewe. Naenda kuchukulia demu wako, nimekuja kukutana sisi na bibi mkubwa gani, si muelewa, ile bibi mkubwa kafika pale, demu yako anadai kwa pole pole nani mama yake. Mara kidogo nakuta demu yako kapotea na ile bibi mkubwa kapotea. Mazonge, sielewi. Leo siku ya pili mwanangu zangu, umboy, na tulia zangu omboi, naamka amka na kukutana bibi mkubwa kanitokea tena nyuma, nyumbani. Alafu, mwisho wa siku anadai kwamba kwa mamba kwa mimi atakuja kuniua, sijui atakuja kunitoa kikoa, anashindwa kumuelewa mwanangu. Ndio maana hapa mbio mbio nilikuwa nakuja kwako. Yaani, kwamba nazungumzia futa langu ndio limekuasha wewe kwamba ile pale bibi mkubwa wake. Ndio demu wako mwenyewe ndio kasema kwamba bibi mkubwa wake kwamba bibi mkubwa wake kwamba sijui yeye ndio anamtendia toka ile pale nini kitambo nini bibi mkubwa wake kumzaa yani. Ni mtindo mmoja. Mganga mwenye aa, ndo hapa amesema, kwa mganga, mbona ayupo? Mi mwenyewe nashangaa, nashangaa wifi kwa mganga ni hapa, na kile ndo kilinge chake. Hata mara mwisho nilipotoka hapa, nilimwacha pale pale, hakuonyesha dalili yoyote ya kuama. <laughs> <laughs> Wapi tatizo lako na kulupukaga wewe? Umekulupuka safari zako zipangi mapema, umeona? Sasa yuko wapi sa mganga mwenyewe? Hivi kwa nini hivi anapenda sana kucheka cheka, yaani hadi kwenye vitu vya siri azoona cheka. Wewe, ni kama haya mambo ni ya ajabu. Hebu kuwa serious wakati mwingine bwana. Nye nani aliwahusu mpige makelele hapa eh? Alafu mbona mmekurupuka na ndo maana mmekuja kama mazombi, mmevurugwa kishenzi. Wewe

unafika nilisha kuchana kabisa kwamba bibi mkubwa huyu hapa jau, na mjua huyu dembi mkubwa wake like? Jau na mwenyewe ukathibitisha kwamba kwangu mimi hata kaa sana na kaa tu siku mbili siku tatu, kuja kumchukua. Haya matatizo nayopata mimi ndio umeataka ndugu yangu, sema nini mwanangu. Chugabadi mimi naelewa kodi zote, yani ile kinda konda kishikuashi nishakuwasha mwanangu. Mimi ile mara naachana naye si unajua zile ile futa, kwa sababu alikuwa naelekea kuniua mwanangu, maisha ya kweli. Afu sio mara moja sio mara mbili hata nilikuwa naegeto so unajua katika mazingira fani ile kukuluka kala zile michezo ya kuku mwanangu si naelewa hili. Mara ghafla ndo mjeo kauo rafiki yangu. Oh amchumba bibi rafiki yao maswala bibi mkubwa. Wewe alikuwa ananiuma yule mtoto yule. Mimi nazima gia mwanangu. Na sio tu yeye. Yeah, mimi na wewe mwanangu. Kuanzia leo bora tutupane. Yaani fanya mambo yako nifanye mambo yangu. Isije ushikafika kipindi misala yako nikaja kuibeba mimi. Sijui kama unanielewa. Ah chuga badi sio kodi hizo. Wewe hizo sio kodi so na kuwasha damu yangu ujue.

kikitambo mwanangu, chuko baada ya familia yangu umeisha kwenyewe, yaani kwanza moja, pili mpaka tatu. So unajua baridi haina noma mwanangu, kama unakuwa na mimi, uyo mtu wako mpige chini kishkwashi hapo nyenyewe. Baridi nipeleke nikachukue ndara zangu, ndo vile niliaacha ndara mwanangu. Aa, kisasi cha dhambi, matatizo kila siku basi Nataka niwaambie wale mlio mnakutaga hapa is dead, wamekufa hivyo. Basi, mizimu imenichagua mimi nije kuendesha hiki kilinge. Kwa hiyo kuanzia sasa mimi ndo nitakuwa mmiliki wa hiki kilinge. Sasa basi, ngoja tupate wazamini kidogo. Chungu. Lakini tamu. <laughs> Wewe, shut up my mouth. Sasa basi, kuanzia leo mimi ndo mtakaye nikuta hapa, na mimi ndo kiboko ya wachawi, ila sio yule tapeli. Mnaweza mkaenda. hawa wachawi wa hiki kijiji, safari yao wamekanyaga. Mtawapiga kama Jackson Drunken Master, wamekanyaga. Haiwezekani wamue bigi na cheusi, mizimu haijakosea kuniita mimi.

yake yaariduni anachochote anazunguka tumtaani kwakiviuliza mtoto wa watu atampa nini, anagetoa na laladagokwawauni. Hey mama, wapi saizi unatokea na umevukaje katika haya maji mama? huu mto si mto wa ajabu sana na kuna vitu vya ajabu sana hapa. Eh, mimi nakushangaa. Kwanza umefikaje hapa? Ni kweli unachosema, mzee wangu. Huko tulikotoka sio salama. Nilikuwa na mwenzangu, amepelekwa na maji, hata sijui yuko wapi. Na sio hilo tu mzee wangu, njiani tumekutana na mauzauza kila aina Kaburi si kaburi, jeneza si jeneza. So, kufanya kazi maisha ya kweli. Mimi nakuasha kishikwashi kwa siku mbili tatuizi. Mwanangu, mwanangu chuga bado ushakuwa muoga muoga, yaani umeingiza nidhamu ya uoga katika kazi na majukumu yote ya kimaisha. Hapo ndo unapofeli.

Hayo mama sio ya kunihadisia mimi, mimi napajua hapa, na ndio maana mimi nakushangaa wewe kuvuka mto huu. Hapa pana vitu ambavyo vya ajabu sana eh? kuna vitu vya ajabu vinaonekana hapa maeneo haya yani, twende! ah! Ah, nikusaidia Chugabadi, I like it, babake. Umeona michezo mwanangu? mwanangu mwanangu. Kwa ya yanotokea, Kwa ya Ya maswala mtu anayeyuka mbele yetu, ile baridi, tunachekelea, si ndiyo? wanachukulia, wanachukulia po, shipapi, si ndiyo? Hii michezo, hizi burudani, hawa watu wa burudani ujue. Hawa watu wa michezo, michezo rafiki yangu, wafu michezo kama kwenye movie ile buba, tunaenjoy ile life bila chenga, unachowaza nini Chugabadi? Haijakunyeshea. Ah, ah. Sasa nisikilize mwanangu. Kama wewe kwako kwa umechukulia baridi, yani umechukulia kwako kwa shikopa nini, yani kwamba ilikotokea hapo mwenyewe umependa, yani umeona kama michezo movie. Endelea kuishi hivyo hivyo. Ila kana kujua, kwamba yani kama mambo haya wewe unayafagilia mimi ni bwana. Kama unanifagilia mimi mwanako, haya maswala achana nayo. Sasa wewe endelea hivyo hivyo hapo uone kama inakuwa shikopa kwako.

Pole sana kibibi, haya yote mama yako ndio ni kwa sababu ya tamaa zake, akashindwa kuendana na mashati na ndio ma, na kuanzia leo ataishi gizani, ili kwenda kutumikia adhabu yake. Anawechunga sana hatua zako, la sivyo utakuwa miongoni mwao. Mbona kama huko sawa, una shida gani hivi mamdogo? Katika haya maeneo nyinyi naishi vipi? Maana tokea nilivyoondoka na nilivyorudi ni vile vile. Hivi mamdogo, kuna shida gani wewe hapa? Umekuja kuishi au umekuja kuchunguza watu wanaishi? Mamdogo, mimi hapa ni kwetu sasa unavyoniambia nimekuja kuchunguza, kiukweli, unanitatiza sana, kwa sababu kuna vitu mimi sivielewi kabisa. Wakati nakuja huko njiani, nimekutana na mtu ananitabiria, sijui ananiambia vitu ambavyo mimi mwenyewe sivielewi. Natangia nimefika hapa, mdogo wangu simuone. Na nikikumbuka haya haya mazingira, ndiyo wazazi wetu walipotea. Hivi hivi kweli unataka nilikalie kimya? Haiwezekani. Hiki kisasi lazima nikilipe. Iwe kwa damu, iwe kwa nyama, nitakilipa tu. Subiri. Subiri. Shangaza we, badala ushukuru, umefika salama, unalala unaamka salama. Hicho ndio ninachotakiwa kushukuru? Au mengine unaotaka kuyajua, achana nayo, yakuhusu yanakupotezea muda bure eh? Asa hata ukijua itakusaidia nini? Kwa mfano labda hmm? Achana nayo, yakuhusu yatakupotezea muda wako bure. Ukiendelea kufatilia haya mambo utapotea kama alivyopotea wazazi wako na mdogo wako. Haniusu kivipi, mamdogo? Hapa tunaizungumzia familia ambayo ndio familia yangu na mdogo wangu pia. Sasa basi, mimi nikwambie tu mamdogo, hili swala mimi siwezi kulikalia kimya na nitalifuatilia mpaka nijue mwisho wake upo wapi, ninakuambia nadhani. Unielewi mwanangu, nadhani unielewi kabisa. Wewe haya mambo achana nayo, ukizingatia wewe ni mgeni hapa kijijini. Ukiendelea kuleta ubishi wako na huo babe wako kitakachokukuta, mimi sitahusika. Usinihusisha kabisa, maana kila navyokwambia unielewi. Oho mamdogo, mamdogo, mimi nishamaliza yeah, aya yeah. Endelea kufukunywa mambo ya sokuusu, kitakulamba <laughs> takulamba kama koni <laughs>